Usiku wa manane katika kijiji cha Mzenga, anga lilikuwa kimya ya ajabu, upepo ukipuliza majani taratibu, kana kwamba ulikuwa unasikiliza siri nzito. Ngwala, mwanaume mwenye umri wa miaka 34, alikuwa akitembea barabarani kwa kasi ya ajabu, akiwa amevaa kanzu nyeupe na kofia mikononi, mwake akiwa amebeba mfuko mdogo wa kitambaa wa rangi nyekundu. Moyoni mwake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na tamaa, tamaa ya maisha bora na hofu ya yale aliyokubaliana kuyafanya. Siku chache zilizopita alitembelea mganga maarufu kijijini hapo, Babu Shomari, akilalamika kuhusu hali yake ya kimaisha. Alikuwa amehangaika kwa miaka mingi, akifanya biashara ya kuuza matunda sokoni, akifanya kazi za vibarua, lakini kila alichogusa hakikuleta mafanikio. Watu walioanza nao maisha walikuwa sasa na magari, nyumba za kifahari, huku yeye akiendelea kupanga chumba kimoja. Babu Shomari alimtazama kwa macho ya kina na kusema kwa sauti ya chini: Ngwala, ukitaka utajiri wa haraka lazima ukubali masharti. Hapa hakuna mzaha. Ngwala alikubali. Masharti yalikuwa ya kutisha: kila usiku wa Jumanne lazima apite makaburini akiwa na fimbo maalum ya mninga na kupiga juu ya kaburi lililochaguliwa na mganga. Kaburi hilo lilikuwa la mtu aliyekufa akiwa na hasira au huzuni kubwa. Akipiga fimbo mara tatu na kusema maneno maalum roho ya marehemu ingeibuka kuchukua maelekezo yake, na ndani ya saa ishirini na nne pesa zingepatikana kwa njia yoyote ile. Usiku huo ulikuwa wa kwanza. Alipofika makaburini, upepo ulikuwa baridi sana, mwezi ulitoa mwanga hafifu, ukifanya kila kaburi lionekane kama kivuli kinachohema. Alifika kwenye kaburi lililowekwa kibao kilichoandikwa, hapa amelala Mwajuma binti Ramadhani, alikufa akiwa na kilio Moyo wake ukawa unapiga kwa kasi, akafungua mfuko wake, akatoa ile fimbo ya mninga iliyotiwa dawa za kienyeji na kuanza kupiga juu ya kaburi mara tatu, pa pa pa. Kisha akasema kwa sauti ndogo lakini ya kuamrisha, simama, nenda ukatafute, urudi na zawadi yangu. Mara ardhi ikaanza kutikisika kidogo, mbalamwezi ikawa kama imefunikwa Kaburi likapasuka taratibu na kukaibuka kivuli cha mwanamke aliyevalia nguo nyeusi, macho yakimetameta kama taa. Hakuwa na damu, hakuwa na kelele, lakini mwili wake ulikuwa ukisogea taratibu kana kwamba anapumua. Bila kuzungumza, kivuli hicho kiligeuka na kutokomea gizani. Ngwala akabaki ameduaa, miguu ikitetemeka, lakini kwa sababu ya tamaa alishinda hofu. Asubuhi yake, Ngwala alipokuwa anakaa nje ya nyumba yake ya udongo Gari jeupe aina ya Toyota Alphard lilisimama mbele yake. Watu wawili waliovaa suti nyeusi waliteremka na kumwita kwa jina lake, wewe ni ngwala? Ndiyo, akajibu kwa tahadhari. Tunatoka kampuni ya bahati nasibu ya taifa, kadi yako ya tiketi ya bahati nasibu imeshinda milioni mia mbili. Tunaomba utusainie hizi karatasi. Ngwala alishangaa, hakuwahi hata kucheza bahati nasibu lakini walikuwa na jina lake, namba ya simu na hata nakala ya kitambulisho. Aliposaini walimkabidhi bahasha nzito yenye fedha taslimu. Watu wa mtaa wakaanza kushangilia, wakimpongeza kwa bahati. Ndani yake alijua hii si bahati, ilikuwa matokeo ya usiku wa jana yake makaburini. Wiki zilizofuata Ngwala alianza maisha mapya, alinunua gari, akajenga nyumba, akaanza kuvaa suti na saa za kifahari watu walimuona kama mfano wa mafanikio ya haraka, lakini kila Jumanne usiku hakuwa na budi kurudi makaburini na kupiga fimbo juu ya kaburi jingine. Kila mara kivuli kipya kiliibuka kikienda kutafuta pesa. Lakini kadri pesa zilivyoongezeka mambo ya ajabu yalianza kutokea. Mtu mmoja aliyetekwa nyara kijijini alipatikana amekufa wiki moja baada ya Ngwala kupata mzigo mkubwa wa pesa. Gari la duka la dhahabu lilivamiwa na sehemu ya dhahabu ikapotea. Wakati huo huo, Ngwala alinunua dhahabu nyingi kwa bei rahisi. Usiku alianza kusikia sauti za wanawake na wanaume wakilia ndani ya nyumba yake mpya, lakini hakukuwa na mtu. Alijaribu kupuuzia akijifariji kuwa hayo yote ni matokeo ya akili ya mwanadamu anayebadilika na kutajiruka ghafla. Siku moja alipokuwa akipiga fimbo kaburini kama kawaida, kivuli kilichoibuka kilikuwa tofauti. Badala ya kutokomea haraka, kiligeuka kikamwangalia moja kwa moja Macho yake yalikuwa mekundu na sauti nzito ya ajabu ikasikika, sasa ni zamu yako kulipa. Ngwala alihisi mwili wake ukipooza, fimbo ikadondoka, kaburi likaanza kufunguka zaidi, na ardhi ikamvuta kwa nguvu kama sumaku. Alikimbia kwa nguvu zote, moyo ukimdunda, lakini sauti ile ikabaki ikimfuata kwenye upepo, utajiri hauji bure Ngwala. Ah, ah, ah, ah. Kuanzia usiku huo hakuweza kulala tena kwa amani. Kila akijaribu kufumba macho, kivuli cha Mwajuma na vingine vilikuwa vinasimama pembeni ya kitanda chake vikimtazama kimya kimya. Baada ya tukio la usiku ule, Ngwala alianza kuishi maisha ya hofu ndani ya nyumba yake kubwa ya kifahari. Kila kona ilianza kumkumbusha kaburi. Milango ilikuwa ikigonga yenyewe usiku, taa zikiwa zinawashwa na kuzimwa bila sababu. Mara kadhaa aliamka katikati ya usiku na kukuta kivuli cha mwanamke kimesimama karibu na kitanda chake, kimevaa lile gauni jeusi la kaburini kimya, lakini macho yake mekundu yakimwangalia kwa makini kana kwamba kinadai kitu. Alijaribu kurudi kwa Babu Shomari kumuuliza kwa nini mambo yameanza kuwa tofauti. Mganga alimtazama kwa macho mazito na kusema, Nilikuonya mwanangu, masharti ya mwisho hayajaja bado. Usipoandaa moyo wako, pesa hizo zitakuletea kilio badala ya furaha. Ngwala akashtuka, masharti gani tena babu? Babu Shomari akapumua kwa nguvu, utajua wakati ukifika, lakini kumbuka pesa ya kaburini haikai bila gharama. Siku ya Jumanne ikafika tena, huu ulikuwa usiku wa nne wa Ngwala kurudi makaburini. Safari hii hakuwa na ile nguvu na ujasiri wa awali. Alipofika alisimama mbele ya kaburi jipya lililochaguliwa na mganga, kaburi la mwanaume aliyekuwa dereva wa malori aliyekufa kwenye ajali ya kusikitisha. Kaburi lilikuwa kubwa na limezungukwa na maua yaliyokauka. Alipiga fimbo mara tatu kama kawaida, pa pa pa. Lakini badala ya kivuli kuibuka kimya, ardhi ilitikisika kwa nguvu zaidi kuliko kawaida. Kivuli kirefu cheusi kilichokuwa na mikono mirefu ya ajabu kilitoka kaburini. Kilio cha upepo kikapita kama sauti ya mtu aliyekata tamaa. Kivuli hicho hakikuondoka mara moja, kikainama mbele yake, kikasema kwa sauti ya kuvuma Wakati unakuja wasisi kukukaribia. Ngwala alihisi miguu ikilegea, na aliporudi nyumbani usiku ule hakulala hata dakika moja. Alianza kunywa pombe kila usiku ili kusahau, lakini badala yake macho mekundu ya vivuli yalianza kujitokeza hata akiwa macho. Mambo yalipoanza kubadilika ni pale kijijini ilipoanza kuenea taarifa za matukio ya ajabu. ATM moja ilivunjwa usiku na watu hawakujulikana kamera za CCTV zilionyesha kivuli kikubwa kikitembea kando ya barabara mwanamke mmoja kijijini alitoweka ghafla baada ya kumfokea Ngwala sokoni watu wakaanza kumnong'oneza Ngwala sio wa kawaida tena kuna jambo lakini Ngwala hakuwa na cha kufanya alikuwa amezama kwenye utajiri haramu gari la pili alinunua kesh alifungua baa ya kifahari akajenga nyumba nyingine mjini kila alipokuwa anapata pesa kivuli kimojawapo kilikuwa kinaonekana pembeni kama kikingoja malipo. Siku moja alijikuta akizungumza peke yake bafuni, nitakimbia nitaacha haya mambo. Lakini sauti ndani ya kioo cha bafuni ikajibu kwa sauti yake ile ile, hakuna kurudi nyuma Ngwala. Kioo kikapasuka mara moja bila kuguswa. Usiku wa Jumanne uliofuata ukawa wa kipekee. Alipofika makaburini akiwa na fimbo, hakukuwa na utulivu kama kawaida. Anga lilikuwa jeusi. Ghafla, upepo ukapiga kama dhoruba. Alipiga fimbo juu ya kaburi lililochaguliwa, lakini kaburi hilo halikufunguka. Badala yake, makaburi yote yaliyomzunguka yakaanza kutikisika kwa pamoja. Kelele za ajabu zikatoka ardhini, kama watu wengi wakilia na kupiga mayowe kwa wakati mmoja. Vivuli vingi vikaanza kuibuka vikiwa na macho mekundu mikono mirefu na sura zilizopotoka. Vilimzunguka taratibu, vikimfanya ashindwe hata kupumua. Muda wako wa kulipa umefika, vilisema kwa sauti moja nzito. Ngwala alikimbia bila kujua anakimbilia wapi. Fimbo ya mninga ilivunjika katikati ya njia, lakini vivuli havikupotea kama awali. Vilianza kumfuata hadi kijijini. Watu waliomuona usiku ule walishuhudia kivuli kikubwa kikiwa nyuma ya gari lake, kama kivuli cha mtu anayetembea haraka nyuma ya mwanga wa taa. Siku iliyofuata Ngwala alipoamka, alikuta nyumba yake imeandikwa kwa damu maneno makubwa ukutani: pesa haramu haidumu. Ndani ya sebule kulikuwa na bahasha nyeusi juu ya meza yake. Alipoifungua, alikuta karatasi moja tu, imeandikwa kwa maandishi ya mkono ili kuendelea kuishi lazima utoe sadaka ya damu ya mtu unayempenda zaidi. Usipofanya hivyo utarudi kwenye kaburi uliloligusa mara ya kwanza. Machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza Ngwala alihisi uzito wa alichokianza. Utajiri wake wote sasa haukuwa na maana mbele ya ujumbe huo. Nje upepo ulivuma kwa nguvu, mbwa wa kijijini walikuwa wakibweka bila sababu Angani, bundi mweusi mwenye macho mekundu alikuwa amekaa juu ya paa la nyumba yake ukimtazama bila kupepesa macho. Ngwala alikaa ndani ya sebule akiwa ameshika ile bahasha nyeusi kwa mikono inayotetemeka. Maneno yaliyokuwa yameandikwa yalikuwa yakirudia ndani ya, ya kichwa chake kama sauti ya ndoto mbaya: lazima utoe sadaka ya damu ya mtu unayempenda zaidi. Alichukua kinywaji lakini kilimshinda. Alijaribu kupuuza lakini kila akifumba macho alikuwa akiona uso wa Mwajuma, kivuli cha kwanza akiwa amesimama mbele yake akicheka kwa sauti ya kutisha. Siku kadhaa zilizofuata, Ngwala alijaribu kutafuta njia ya kutoroka kijiji. Alipanga kuuza nyumba yake, magari na kuhamia mbali, lakini kila alipojaribu kutoka gari liliharibika ghafla njiani, au alisikia sauti ikimwita kwa jina lake kutoka vichakani. Ilikuwa wazi, hakukuwa na pa kukimbilia. Usiku mmoja akiwa amekaa chumbani peke yake, mlango uligonga ghafla kwa nguvu. Aliposogea hakukuwa na mtu. Alipoangalia chini, alikuta sanduku dogo la mbao limewekwa mlangoni. Alilifungua, ndani kulikuwa na picha ya dada yake mdogo aliyekuwa akimpenda sana, Halima. Chini ya picha kulikuwa na kipande cha maandishi, sadaka yako iko tayari. Halima alikuwa msichana wa miaka kumi na tisa, mcheshi, mpenda familia na ndiye pekee aliyekuwa akimwamini Ngwala kabla ya kupata utajiri wake wa ghafla. alikuwa akija nyumbani kwake mara kwa mara kumsaidia kufua na kupika. siku hiyo alifika asubuhi bila kujua chochote kilichokuwa kinaendelea. Ngwala alimwangalia dada yake akiwa ya anapika jikoni na macho yake yakajaa machozi. kichwa chake kilikuwa kinajadiliana. nikimtoa nitabaki hai lakini nitakosa kila kitu nilichokuwa nacho. Nikikataa watanichukua mimi. Usiku ulipofika, alichukua kisu kidogo cha jikoni na akaenda kumtazama Halima akiwa amelala chumbani kwake kwa amani. Mikono yake ilitetemeka. Alipoinua kisu, ghafla taa zikazimika na vyumba vyote vikawa vimejaa vivuli vya makaburini. Chagua, Ngwala, chagua sasa, vilisema kwa sauti moja nzito ya kuzimu. Alishindwa. Akadondosha kisu. Akaanguka chini akilia kwa uchungu. Siwezi, siwezi kumuua dada yangu. Asubuhi iliyofuata mambo yakaanza kubadilika kwa kasi ya kutisha. Pesa zake benki zilianza kupotea bila maelezo. Magari yake yaliteketea usiku kwa moto wa ajabu bila mtu kuwasha. Wateja wa baa yake walikimbia wakisema kuna mambo ya ajabu usiku ndani ya nyumba. Kuta zilianza kupasuka zikitoa damu, sakafu ikawa kama ardhi ya kaburini sauti zilianza kumuita mchana kweupe. Vivuli vikawa vijifichi tena, vilikuwa vinaingia sebuleni waziwazi, vikikaa kwenye viti kama wageni. Babu Shomari alipokuja kumtembelea alimkuta Ngwala amekonda sana, macho yakiwa mekundu na uso wake umejaa hofu. Mganga alimtazama kwa huzuni, nilikuonya mwanangu, pesa haramu ina gharama kubwa kuliko vile wengi wanavyofikiria. Ngwala akamlilia babu, nisaidie, sitaki tena pesa nataka maisha yangu ya zamani Babu akatikisa kichwa, njia pekee iliyobaki ni wewe mwenyewe kuvunja agano hilo kwa gharama. Usiku wa Jumanne, Ngwala alijikusanya kwa ujasiri wa mwisho. Alirudi makaburini akiwa hana fimbo, hana dawa, ila moyo wake umejaa hofu na majuto. Alifika kwenye kaburi la Mwajuma, kaburi la kwanza aliloligusa. Alipiga magoti juu yake akilia kwa sauti, nimekosea. Niliruhusu tamaa kunipofusha. Chukueni kila kitu, ila mniachie roho yangu. Makaburi yote yakaanza kutikisika. Vivuli vikamzunguka kama wingu jeusi. Mwajuma akaibuka tena, safari hii akiwa na sura ya huzuni, si hasira. Alimwangalia Ngwala machoni na kusema kwa sauti ya upole, lakini yenye nguvu. Ulichotaka kilikupa nguvu, sasa ni wakati wa kukikomboa kwa ujasiri wako. Ghafla ardhi ikapasuka mbele yake, na ndani kulikuwa na shimo refu jeusi likiwa na mwanga wa ajabu chini. Sauti zikamwambia ruka ndani, ukikubali mateso ya uliyoyafanya utasamehewa, lakini hakuna uhakika wa kutoka. Ngwala akafumba macho, akapumua kwa nguvu moja ya mwisho, akajitosa ndani ya lile shimo. Ndani ya shimo, Ngwala alijikuta akipitia mateso ya kiakili. Alikumbushwa kila tendo la tamaa, kila usiku aliyopiga fimbo kila kivuli kilicholeta pesa kwa damu ya wengine. Alilia, akapiga kelele, lakini hakuweza kutoroka. Mwili wake ukaanza kuungua kwa moto wa ajabu ambao haukuunguza ngozi, bali nafsi. Baada ya muda usiojulikana, mwanga mkali ukaangaza. Akajikuta amelala nje ya kaburi la Mwajuma alfajiri, akiwa amevaa nguo za zamani za kifukara, bila pesa, bila gari, bila chochote, lakini alikuwa hai. Kijiji kilimuona kama kichaa kwa muda lakini aliendelea kuishi maisha ya kawaida akijitafutia riziki kwa jasho lake. Nyumba yake ya kifahari ilivunjika taratibu na kubaki magofu. Vivuli havikuonekana tena, ila kila akipita karibu na makaburi usiku angeinama kwa heshima, akijua siri ambayo wengi hawataelewa milele. Halima dada yake ndiye aliyemsaidia kuanza upya. Wakati mwingine usiku wa manane, Ngwala alikuwa akikaa barazani na kujiambia kwa sauti ya chini, Hakika nimejifunza kuwa utajiri wa haraka ni rahisi kuupata, lakini gharama yake inaweza kuwa roho yako. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.